Habari je, una changamoto ya maumivu ya mifupa? Haujui ufanye nini? Karibu Ajek Health, wataalamu waliothibitika kutibu magonjwa mbalimbali mbali ya mifupa kwa virutubisho na dawa bora zitokanazo na mimea. Tunayo dawa kama Joint Renew Plus. Hii ni kiboko kwa changamoto zote za mifupa pamoja na viungo, ambayo husaidia kutibu mifupa iliyosagika pamoja na kuisha ute katika joint, lakini pia inafanya kazi ya kusaidia kukuza cartridge zilizolika pamoja na kusaidia pingili za mgongo zilizoanza kusagika na kuondoa maumivu. Joint Renew Plus imetengenezwa kwa mfumo wa vidonge, ipo katika kopo yenye ujazo wa vidonge 60, ambayo ni dozi moja. Joint Renew Plus inapatikana katika vituo vyetu vya Ajek Health International Tanzania nzima. Unaweza kutufikia kwa kutupigia simu namba 0768277959 au unaweza kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii, unaweza kutu sachi kwa jina la AJK Health kwa herufi kubwa, Instagram pamoja na Facebook, au sachi katika Google AJK Health International, kisha fuata lamani. Hakuna haja tena ya kusumbuka na changamoto za mifupa, ili hali AJK tupo.